Ya miezi minga mimba kubwa, mimba, kutaka mimba kubwa kabisa kubwa una ah. Pandisha dela juu hiyo, pandisha dela juu mpaka kwenye tumbo. Geuka huku nione kitomvu